Mimi ni mtangazaji wa kipindi Ali Mwambola. Leo tunazungumzia juu ya kampuni kumi zenye hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam ambazo hisa zake zina thamani kubwa. Sasa tumekuwa tunachukua kampuni moja baada ya nyingine, na leo ni zamu ya Tanzania Breweries Limited, kampuni ya bia ya hapa Tanzania. Kwa hiyo kuwa nasi mpaka hapo mwisho huweze kufahamu thamani ya share au hisa za kampuni ya Tanzania Breweries. Lakini tutazungumzia vigezo ambavyo vinatumika kuweza kuona thamani ya share. Kama unavyojua wawekezaji kwenye soko la hisa wanataka kuwekeza kwenye share ambazo wanaamini zitawapatia faida kubwa. Kwa hiyo karibu kwenye kipindi chetu. Sasa hii ni sehemu ya kwanza ya kipindi. Na sehemu ya pili ya kipindi tutaangalia maswala yanayohusiana na makosa ambayo wajasiriamali wanafanya katika kuendesha biashara zao na kuona jinsi ya kuepuka. Na sehemu ya tatu tutaangalia changamoto zinazowakumba wajasiriamali wakati wakiwa wanafanya shughuli zao za biashara. Kwa hiyo karibuni, karibuni kwenye kipindi chetu. Kama nilivyosema sehemu ya kwanza ya kipindi, tunaongelea e, kampuni ya Tanzania Breweries ya hapa Dar es Salaam ambayo hisa zake ziko kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na zimekuwa na mvuto e, kama vile alivyo haya makampuni mengine kumi. Sasa nitakueleza kwa kifupi historia ya hiyo kampuni na mambo mengine yanayohusiana na hiyo kampuni. Vinywaji vya kampuni ya Tanzania Breweries kama nilivyosema sehemu ya kwanza ya kipindi tunaongelea e, kampuni ya Tanzania Breweries ya hapa Dar es Salaam ambayo hisa zake ziko kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na zimekuwa na mvuto e, kama vile yalivyo haya makampuni mengine kumi. Sasa nitakueleza kwa kifupi historia ya hiyo kampuni na mambo mengine yanayohusiana na hiyo kampuni. Kampuni ya Tanzania Breweries inajihusisha na kuuza bia ambayo inajulikana kama malti bia, lakini pia non-alcoholic beverages pamoja na alcoholic fruit beverages hapa nchini Tanzania. Kampuni ina matawi Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na Mbeya, lakini pia na deposit sita ambazo ziko sehemu mbalimbali za nchi ya Tanzania baadhi ya vinywaji maarufu vinavyotengenezwa na kampuni ya Tanzania Breweries ni pamoja na Safari raja Kilimanjaro Premium raja barimi raja na Konyagi. Sasa kama nilivyozungumza hapo awali Tanzania, Tanz Tan kampuni ya Tanzania Breweries ni moja kati ya makampuni ambayo hisa zake zinafanya vizuri kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na kuwa na thamani ya juu. Sasa kuna vigezo ambavyo huwa vinatumika kuweza kufahamu e, thamani ya hisa. Sitaweza kuviongelea vyote, lakini nitaongelea vichache ambavyo vinahusu pia kampuni ya Tanzania Breweries. Tutaanza na kigezo cha company performance au kwa Kiswahili utendaji wa kampuni. Kampuni ambazo zinaonyesha utendaji mzuri wa kifedha kwa kudumu, kama vile ukuaji mzuri wa mapato na faida, huwa na bei za hisa zinazoongezeka wawekezaji wapo tayari kulipa zaidi kwa hisa za kampuni zinazoonyesha uwezekano na ukuaji wa uthabiti wa baadaye. Sasa kwa kigezo hicho, tunaangalia faida ambayo kampuni imepata mwaka ulioishia Desemba 2024, yaani mwaka jana, kampuni ya Breweries ilipata faida baada ya kukata kodi ya shilingi bilioni 163. Sasa hiki ni kiasi kikubwa ukilinganisha na biashara nyingine ambazo zimesajiliwa kwenye soko la hisa. Kwa hiyo kwa kigezo hicho, wamepata pesa bilioni faida baada ya kukatwa kodi ya bilioni 163 eh, kwa mwaka ulioishia Disemba 2024. Kigezo cha pili ambacho nitazungumzia ni ulipaji wa gawio au dividend kwa 2024, yani mwaka ulioishia Disemba 2024, yaani mwaka jana kampuni imelipa dividendi ya bilioni 158.4. Sasa ukiangalia hapo, utaona kuwa faida ilipata ni bilioni 163, lakini dividendi imelipa milioni, bilioni 158, hii ikiwa na maana ni asilimia 97. Kigezo kinachofuata ni bei za hisa. Sasa bei za hisa eh, ni sawasawa na thamani ya hisa ambayo inaweza pia kuongeza bei yake sokoni. Makampuni yenye thamani ya hisa za juu yanaweza kuwa na bei za hisa za juu pia, kama inavyoonekana katika kulinganisha makampuni yenye thamani na hisa eh, ambazo ni tofauti. Sasa kwa kigezo hiki, Tanzania Breweries ilipata bei ya, ya hisa kwenye soko ambayo ni jana Jumanne, tarehe 30 Septemba ya shilingi 7320 kwa hisa. Hii ni bei ya juu kwa sababu kama nilivyosema, hisa nyingi bei zake ziko chini ya shilingi elfu moja. Sasa wao bei ya hisa ni shilingi 7320 hadi hapo jana tarehe 30 Septemba 2025. kigezo kinachofuata ni market capitalization au kwa Kiswahili, thamani ya soko Makampuni makubwa yenye thamani kubwa ya soko mara nyingi yana bei za hisa za juu. Hii ni kwa sababu thamani yao jumla ni kubwa na kwa kawaida huwa thabiti zaidi na zisizokuwa na mabadiliko makubwa ukilinganisha na makampuni madogo. Kwa kifupi, bei za juu za hisa mara nyingi ni kielelezo cha afya ya kifedha ya kampuni, pia uwezo wa ukuaji na mahitaji ya soko pamoja na vipimo vingine vya kifedha kama vile earning price EPS, earning per share, na PE price earning ratio. Kuelewa mambo ya kunaweza kusaidia wawekezaji kufanya maamuzi sahihi katika soko. Sasa, kwa kesi ya Tanzania Breweries Limited, market capitalization yake hadi hapo jana tarehe 30 Septemba mwaka 2025 ilikuwa na thamani ya bilioni mbili na mia moja hamsini na tisa pointi nane moja bilioni mbili mia moja hamsini na tisa pointi nane moja ambayo iko juu kulinganisha na hisa nyingine. Karibu kwenye sehemu ya pili ya kipindi chetu, na leo tunaangalia makosa mbalimbali yanayofanywa na wajasiriamali na kuona jinsi wanavyoweza kuepuka hayo makosa. Kosa ambalo leo tutalizungumzia ambalo wajasiriamali huwa wanalifanya au wafanya biashara ni kutochagua kundi la wateja la kuwahudumia wao. Wanaanzisha biashara wakitegemea kuwa e, mteja yoyote tu atakuja na kupata huduma kwenye biashara hii. Ni hili jambo ni la kizamani sana, limepitwa na wakati, na wakati mwingine linaweza likawa linasababisha biashara haipanuki. Usifanye hivyo. Sawa, wanaweza wakaja, e, wateja wakaingia dukani na hata sio kwenye wakundi lako na uwezi ukawafukuza, lakini ifikia hatua wateja wa namna hiyo wawe ni wachache. Wateja wengi wawe wateja ambao wako kwenye kundi lako na la wateja ambao amelichagua. Sasa unachotakiwa kufanya kwanza ni kuchagua kundi la wateja. Lazima uchague kundi la wateja ambao utakaohudumia katika biashara yako. Pili, ukishachagua hilo kundi, jaribu kufikiria aina ya mawasiliano ambayo utafaa na hilo kundi lako, kwa sababu hilo kundi lazima unawasiliana nao mara kwa mara. Kwa hiyo itabidi uamue kama utatumia simu, kwa hiyo inabidi uwe na namba za simu ili uweze kuwasiliana nao, lakini pia uangalie kama unaweza ukatumia social media kwa maana Instagram, Facebook na na kadhalika eh, WhatsApp kwa hiyo nao yupo utahitaji namba za wanaohusika. Kwa hiyo unaweza ukatumia hiyo mitandao ya jamii kuwasiliana nao, lakini unaweza ukawasiliana nao kwa kutumia e, email na hata kutumia YouTube channel. Sasa hizo ni njia ambazo unaweza kuwasiliana nazo, lakini pia unaweza ukawa unaandika e, karatasi na kuzisambaza. Sasa hiyo ni namba mbili. Fanya uamuzi jinsi utakavyowasiliana na wateja wako. Namba tatu, sasa inabidi ufahamu wanachohitaji wateja wako, kwa maana bidhaa wanazohitaji, lakini pia huduma ambayo wanahitaji kutoka kwako wewe, mfanya biashara. Kwa hiyo hiyo ni muhimu sana ufahamu, na kwa kuwa unafanya mawasiliano nao utawauliza na watakueleza. Na namba nne ni swala la kujaribu kuangalia kama una uwezo wa kutosheleza e, mahitaji ya wateja au kama una uwezo wa kutekeleza pia huduma e, kuwapa huduma wateja kama vile wanavyopenda. Na mwisho namba tano ni swala la kutekeleza hivyo unavyotaka kufanya, kwa maana kuwa, hakikisha unawapa bidhaa ambazo wateja wanahitaji, lakini pia hakikisha unawapa huduma ambazo wateja wanahitaji. Ukifanya hivyo utakuwa na kundi zuri la wateja na biashara yako itapanuka. Usifanye mambo kizamani ukakaa tu unangojea wateja waje dukani mwako. Karibu kwenye sehemu ya tatu ya kipindi chetu, ambayo inahusu changamoto wanazokumbana nazo wafanya biashara. Leo nitazungumzia changamoto za kuishiwa fedha. Nimekuwa napata messages na wengine wananipigia simu e, swala linaowapa shida wafanya biashara ni kuwa muda wote wanajikuta hawana fedha. E, wanafanya biashara nzuri, fedha inaingia, lakini mwisho wa siku anashindwa hata kununua bidhaa. Sasa tatizo liko wapi? Tatizo lipo kwanza, sehemu ya kwanza ni kuwa unakuwa una budget, kwa sababu unapokuwa na budget, kwenye budget unafanya makadirio ya mauzo eh, au makadirio ya mapato ambayo utapata kwenye biashara yako. Namba mbili, unafanya makadirio ya gharama utakazotumia katika biashara yako, na tatu, unafanya makisio ya faida utakayopata, kwa sababu mapato ukitoa na gharama au matumizi, kinachobaki ndio inakuwa ni faida kwenye biashara. Sasa ni vizuri hivyo, huo umeweka malengo na mara nyingi ukishaweka malengo, sasa inakuwa rahisi kufuatilia. Na lakini sasa haitoshi kuwa na na budget, kitu kingine kinachotakiwa kufanya huwe na cash flow projections. Sasa nikisema cash flow projections, ni kuwa unafanya makadirio ya mapato yako ya fedha katika biashara na matumizi yako ya fedha katika biashara na mwisho ni akiba inayobaki au wengine wanaita balance. Sasa hii maana yake ni kuwa usifanye matumizi yako ya pesa ovyo ovyo ovyo tu, fanya matumizi ya fedha kulingana na cash flow statement uliyotengeneza au projections, usifanye nje ya hapo. Na pili ni kuwa fuatilia pia eh, mapato unayopata ya fedha yalingane na jinsi ulivyofanya ulivyo project, yani ulivyo ulivyo kisia. Sasa hii itakusaidia sana, kuwa wakati wowote wa utakuwa una monitor mapato yako ya kifedha na matumizi yako ya kifedha na balance yako ya fedha. Hii balance ndio ya muhimu sana, kwa sababu kama ikiwa negative, na maana kampuni haina pesa. Ikiwa positive ni mambo mazuri, na if possible iwe positive kulingana na estimate ulizofanya. Ukifanya hivyo, utajikuta siku zote kampuni yako haiishii fedha. Kinachosababisha kampuni inaishiwa fedha ni pale unapoona kuwa au unapotumia fedha bila ya mpangilio, unachukua pesa za mauzo, wewe unatumia katika matumizi yako binafsi ya kawaida. Sasa hii inakasababisha biashara eh, yako uishiwa fedha. Uwekezaji Tanzania